serikali imejipanga na kudhamiria kuwa na uchaguzi huru na wa haki ambao viongozi watachaguliwa kutokana na uwezo wao wa kuwaongoza na kuwahudumia wananchi na sio kwa kuwarubuni wapiga kura kwa rushwa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kutimiza azma hii. Serikali, katika kutimiza azma hii ya serikali, TAKUKURU imejipanga kudhibiti na kuzuia rushwa kabla wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kutoa elimu kwa umma kwa kutumia njia mbalimbali mbali, kuhusu madhara ya rushwa katika uchaguzi, kufuatilia nyendo za wagombea na wapambe wao kwa lengo la kuzuia vitendo vya rushwa, kukusanya taarifa za kiintelijensia kuhusu vyanzo vya mapato ya wagombea, wapambe na vyama vya siasa ili kudhibiti matumizi ya fedha haramu kuchunguza na kuwachukulia hatua za kisheria wagombea na wapambe watakaojihusisha na vitendo vya rushwa wakati wa uchaguzi wa mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, mwaka 2023/2024 serikali iliwezesha TAKUKURU kuajiri watumishi 350, kununua magari 178 na vitendea kazi vingine ili kuimarisha utendaji kazi katika ngazi ya mikoa na wilaya. Serikali itaendelea kuiwezesha TAKUKURU kwa watumishi fedha na vitendea kazi ili iweze kutekeleza majukumu yake ya kuzuia na kupambana na rushwa hapa nchini. Serikali ya awamu ya sita imeingia madarakani, e, imeweka ime, ime, ime nguvu kubwa sana katika kupambana na rushwa, kuzuia na kupambana na rushwa. Na katika kufanya hivyo tumeweza kupata vitendea kazi ambavyo kweli hatujai kupata kwa kiasi hicho toka chombo hiki cha TAKUKURU kuanzishwa. Kupata magari 178 kwa TAKUKURU ni jambo kubwa. Na imesaidia sana kwa sasa, halmashauri zetu zote zina magari mapya na ambao hawakupata mapya basi ya kwao ni mazima sana. Kwa hiyo itatusaidia katika kupambana katika ngazi ya wilaya. Lakini katika kipindi cha miaka toka serikali ya awamu ya sita ilipoingia madarakani 2022 mpaka 2025. Hivi sasa tumeweza kuongeza watumishi 1190. Watumishi hawa sisi tunaamini wanatosha karibu kila ofisi sasa kwenye wilaya zetu zina watumishi kuanzia watano hadi kumi na tano. Sisi tunaamini hawa wanatosha kuweza kupambana au kupeleka elimu, kwa sababu sehemu kubwa ambayo tunataka kujikita nayo ni kuhakikisha kwamba elimu inatolewa kwa njia mbalimbali, kuhakikisha kwamba wananchi wanajua madhara ya rushwa. Lakini la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Zaoro ameuliza juu ya wale ambao wameanza harakati, dalili za kutumia rushwa lakini kuanza harakati ambazo zinapelekea uvunjifu hata wa amani. Na niseme tu nchi yetu ina uzoefu mkubwa katika kushughulika na chaguzi na kwa sasa tumeshafanya chaguzi takriban mara saba. Uzoefu huu unafanya nchi yetu kuwa mwalimu wa demokrasia katika kanda, kanda yetu huu. Na kwa hivyo nikuhakikishie kwamba kwa wale ambao wamejiandaa kuleta fujo au kuleta uh, mambo ambayo yanaleta sintofahamu kwa jamii, serikali hata siku moja huwa haipumziki wala hakuna gap. Serikali ipo na hata kama tuko hapa na wengine wako hapa, lakini serikali ipo na vyombo vyetu katika kusimamia sheria huwa vina ushirikiano. Kwa hiyo hakuna mahala ambapo kutakuwa kuna upungufu wa watu wanaosimamia sheria, na nikuhakikishie kwamba serikali imejipanga katika kusimamia uchaguzi wa mwaka 2025 kama ambavyo tumeshughulikia chaguzi nyingine kwa mafanikio makubwa.